Mimi nilikuwa nimeipata taarifa kabla, na bahati nzuri nimekuja nimeipata tena taarifa hii sasa. Kwenye, kwenye hii hali tulionao hapa yapo mambo yafuatayo ambayo lazima tuyazingatie. La kwanza, imekubalika habari ya addendum, na upande wetu baada ya kuwa mmeleta draft tulishaweka inputs na ikarudi kwenu basi ifanyike jitihada ya juu chini ndani ya siku saba tuweze kuipata hiyo adenda nyingine ili tuweze kuendelea, tusiwe na ucheleweshaji wa hii habari o. La kwa kwanza, la pili umefanyika uongezaji wa muda wa mkataba kwamba sasa jengo litakamilika na baada ya kuwa tumeyazingatia yote haya tuliyokubaliana jengo litakamilika Juni mwezi tarehe moja mwaka wa kesho yeah. E, ni vyema sana tukalizingatia hilo ili kusikuwepo tena haja ya nyongeza ya muda mwingine wa kazi yeah. Yeah, hayo mambo mawili nafikiri yalikuwa ni ya kwa msingi kwa mm. Kwa mjitahidi mlete hiyo, kwa sababu sisi tumesha given, na mkichelewesha mtafanya sisi tuchelewe kuifikisha kwa hatua nyingine za mbele na hususan ni ofisi ya mwanasheria mkuu. Kwa hiyo tujitahidini sana tuipate hiyo ndani ya siku saba, ili na sisi upande wetu wataalamu wetu waifikishe mahala panapotakikana, ili wote pande mbili tuwe ndani ya muda kwa kile ambacho tumeshakubaliana. Nawashukuru sana. ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.